Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Ijumaa ya juma la kwanza la Maajilio. Somo la kwanza Isaya sura ishirini na tisa mstari wa kumi na saba hadi ishirini na nne. Siku ile macho ya vipofu yataona. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Hili ni neno la Bwana Mungu. Je, si unabaki muda mfupi tu na Lebanoni itageuzwa kuwa bustani ya miti, nayo bustani ya miti itaaminiwa kuwa msitu. Ndipo siku hiyo viziwi watasikia maneno ya kitabu, nao vipofu wataondolewa giza na weusi, na macho yao yataona. Wanyonge watazidi kumfurahia Bwana. Nao maskini kati ya watu watamshangilia mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa mjeuri ameangamizwa, mwenye dharau atakoma, nao wote waliotaka maovu wataangamizwa. Ndio wale wanaomshtaki mtu kwa maneno yao, wanaomtega muamuzi mlangoni na kumsumbua mtu mnyofu bila haki. Kwa sababu hiyo, Bwana asema, Mungu wa nyumba ya Yakobo ndiye aliyenikoboa, aliyemkoboa Abrahamu: tangu leo, Yakobo hata kata tamaa tena, wala uso wake hautaona haya, maana akiona kwake watoto wake, ndio kazi ya mikono yangu, atalikatafutiza jina langu takatifu, atamtakatifuza yule aliye mtakatifu wa Yakobo atamstaajabia Mungu wa Israeli. Walio na roho yenye upotoka watajifunza hekma, nao wanaonung'unika watapata elimu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ishirini na saba mstari wa kwanza, nne, kumi na tatu hadi kumi na nne. Kitikio ni mstari wa kwanza a maneno ya kiitikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni kinga ya uzima wangu, ni mhofu nani? Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Na muomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana, nikae nyumbani mwa bwana siku zote za maisha yangu, nipate kuutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaruni mwake. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, ujipe moyo, naam umgoje Bwana. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Tazama Bwana wetu anakuja na uweza naye atayatia nuru macho ya watumishi wake. somo la injili mathayo sura ya tisa mstari wa ishirini na saba hadi thelathini na moja vipofu wawili walio muamini yesu wanaponywa somo la injili takatifu ilivyoandikwa na mathayo utukufu kwako e bwana wakati ule yesu alipokuwa akiondoka huko vipofu wawili wakamfuata wakiita kwa sauti kubwa mwana wa Daudi utuhurumie. Alipofika nyumbani, vipofu nao wakamkaribia. Yesu akauliza, mnasadiki kwamba naweza kufanya hayo? Wakamjibu, ndiyo Bwana. Akawaguza macho akasema, mtedewe mulivyo sadiki. Macho yao yakafubuka. Yesu akawaonya sana akisema, angalieni asisikie mtu hayo wao. lakini wakaondoka wakaeneza sifa yake katika ile nchi ile yote. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.